Wazazi, wazazi, naomba mnisikilize vizuri kabisa kwa makini. Wazazi tunapeleka watoto wetu shule kwa sababu tunawatakia mema, na tuna wengine tunawapeleka shule za gharama sana, wengine tunawapeleka vyuo vikuu mpaka Harvard huko Marekani na kwingine, sawa. Lakini tusisahau neno la Mungu linatuelekeza ya kwamba tulee watoto katika njia iwapasayo, hawataiacha mpaka watakapokuwa wazee. Kwa hiyo hizi shule tunazowapeleka watoto wetu tukae tukijua hiyo ni kama asilimia kumi au ishirini ya watoto kuwa na tabia nzuri, watoto kuwa na malezi mazuri na makuzi mazuri ambayo yatakuja kuwa, kuwafanya wawe wa baba wazuri na wamama wazuri. Lakini kama hatutasimama katika nafasi yetu vizuri, tusishangae kuona watoto wetu wa kiume wanadhalilisha wanawake watoto wana tabia chafu za kuwadhalilisha wanawake, watoto wa kike. Yani yeye kwake hicho ni kitu cha kawaida, yeye kwake ni ujiko, yaani yeye anajenga umaarufu kwa kudhalilisha wanawake. Tusi tusishangae. Kwa nini? Kwa sababu ya malezi na makuzi ambayo tunawapa watoto, kama hatujawafundisha maadili really, maadili really, values values ni pamoja na kuwaheshimu watu, kuwapenda watu na kuwaheshimu watu kama tunavyoheshimu. Yaani, mtu awaze kwamba huyu, hizi picha za uchi za ngono ambazo unataka kuzisambaza za mtoto wa kike, je, angekuwa ni dada yangu, angekuwa ni mke wangu, angekuwa ni mama yangu, ningejisikiaje? Hiyo level ya value, mtu aulize. Ndio maana Yesu alisema usichopenda kufanyiwa usimfanyie mwenzako. Sasa haya ni mambo ambayo sisi wazazi ndio jukumu letu, ndio maana watoto wanazaliwa nyumbani hawazaliwi shuleni. Sisi wazazi ndio jukumu letu, hata kama tuko bize namna gani, lazima tupate time ya kuhakikisha tunawafundisha watoto maadili chanya. Watoto wa kike tunawashangaa, watoto wako shule, badala ya kufocus na elimu, wanajiuza wako huko, wanagombania mabwana, tena mbaya zaidi, wanagombania wanaume za watu watoto wadogo wanaume wanajua. Sasa hivi, mtoto mdogo yaani anamtongoza mtu mzima, mzee, babu yake, baba yake. Watoto wa kike sasa hivi hawana aibu, anamtongoza baba, tulizima huko njaa, shida, yaani yeye ya, anaona ili aishi vizuri, apate simu nzuri, apate hela, anatakiwa atoe mwili wake. Kwa hiyo na namna ambavyo amekosa yani amekosa e, malezi chanya ana ujasiri wa kuwatongoza mibaba. Hiyo mibaba kuwatongoza, hiyo yote inatokana na maadili. Wazazi, wazazi, hilo ndio jukumu ambalo neno la Mungu linataka sisi kama wazazi tufanye, kuwafundisha watoto wetu maadili chanya. Shuleni wataenda kufundishwa mahesabu, historia, Swahili eh, na mambo mengine ambayo wanafundishwa shuleni. Mm, taka hayo ya sisi binadamu tulikuwaga sokwe, tukatoka tukawa binadamu <laughs> evolution, watafundishwa huko, lakini kusema uongo, kusema ukweli, kumpenda Mungu, kuwa na upendo, kuwa na hofu ya Mungu, kuwapenda binadamu wenzako kama unavyoipenda nafsi yako, amri za Mungu na kuziishi, sio kuzijua, sio kuzikariri, sio kuziimba, principles zile, kanuni za kujali watu, kuwapenda watu kuwaheshimu watu hayo maadili yatafundishwa nyumbani. Wazazi ndio shughuli yetu, ndio kazi yetu, wazazi na walezi. Watoto wanapokuwa nyumbani, hayo ndio mambo ya kuwafundisha. Wakienda wata shule, wataenda kufundishwa mambo ya shule, hizo taaluma zao, injinia na vitu vingine, udaktari. Lakini nyumbani lazima mzazi hakikishe kwamba unafundisha watoto wako maadili chanya. Sasa sasa hivi tuta piga kelele kama vile sisi tulikuwa wapi? Ee, watoto wana tabia mbaya ee, lele lakini ni ni, ni, ni ni sisi tumefeli, ni wazazi tumefeli. Unapoona watoto wanatanguliza miili yao, watoto wa kike wanatanguliza miili yao kama kitu ambacho kinawasaidia, yaani wanakitegemea kwamba kiwasaidie kuishi, ni matokeo ya malezi na makuzi ambayo wameona nyumbani, wameona kwenye jamii na kusikia Yani, kumbuka mtoto anazaliwa hajui chochote. Kwa hiyo mpaka alipofika hapo alipo ni mkusanyiko, anayoyajua ni mkusanyiko aliyoyaona na kuyasikia kwa wazazi nyumbani na kwa majirani kwenye jamii. Sasa hayo ndio yanamfanya awe jinsi alivyo. Sasa kama mzazi, utakuwa umeplai pati yako vizuri. Mimi pati yangu, lazima niwaambie watoto maadili chanya ili wayasikie maadili chanya kuliko wanavyosikia vitu vibaya, kwa sababu watavisikia kwenye TV, wataviona kwenye mitandao wakiwa huko nje ambako mimi sipo au sisi wazazi hatupo. Watasikia vitu vibaya, lakini sisi tunapokaa nao tunawaambia nini? Tunawaongoza vipi? Vitu gani wazingatie, vitu gani wasivizingatie, hivyo ndio vitakavyo waship, yani mwongozo wako wewe mzazi, leadership yako wewe mzazi, uongozi wako wewe mzazi kwa watoto. Mtoto huo ndio muhimu unaohitajika. Hatusemi kwamba hawatasikia watasikia tabia za ajabu, watasikia vitu vibaya lakini wewe unamfundisha nini? Sasa akija kwako kama umfundishi, kama humwambii, kama humuelekezi, atafata yale anayoyasikia na ndio hiyo unaona jamii yetu. Yaani kwa sehemu kubwa unaona kama vile eh, wanawake kuzalilishwa ni kitu cha kawaida. Eh, wanaume kuzalilisha wanawake, yani vitu vya ovyo ovyo hivyo. Kama vya kawaida, yani mwanaume ana ndoa lakini anapuyanga yuko huku anachiti ana wafanya fanya wanawake, yani kama eh, you know, lakini yani, ni kitu kingetokea kwenye jamii zingine, huyo mtu labda angesimamishwa kila mahali anapofanya kazi, anapofanya biashara, anapofanya nini, yani ni skendo kubwa, kwamba mbele ya jamii wewe ustahili kuwa na maadili kama haya ya udhalilishaji, awapiga wanawake picha za uchi na natuma mitandaoni alafu wewe ni mtu ambaye uko kwenye jamii unafanya kazi za uelimishaji au za uhamasishaji. hao ya, kuna jamii hivyo vitu havikubaliki kabisa, huwezi kuwa kwenye, yani huwezi kuwa kwenye shughuli za kijamii zinazokubalika na jamii kwa sababu ya matendo yako. Sasa sisi uwaga tunafoka sana kwenye maadili ya vitu vya ujinga ujinga, eh, maadili ujinga ujinga tu kwamba eh, umeweka kucha ndio maadili, what is that? hizi kucha zina zi, zi shida gani eh? Mi nimeweka kucha zangu lakini sijamdhihaki mtu sijamdhalilisha mtu sijatembea na bwana wa mtu sijagombania bwana wa mtu eh? au mwingine haya eh, haja, hajarusha picha za uchi za wanawake hajadhalilisha wanawake sijui, so what is the really maadili jamani? Maadili soma basi angalau basic maadili ya msingi kabisa ambayo ni very basic, soma hata amri kumi za Mungu zikusaidie ziingize kichwani, alafu apply kwenye maisha yao. Kwa sababu zote zile amri kumi za Mungu zinaweza kukusaidia kuwa mtu bora katika jamii, kwa sababu zinakwambia usimfanyie ubaya mtu, usibe, usizini, usiheshimu, usi wazazi, useme uongo, you know? Ile hayo ndio maadili, hayo ndio maadili mazuri, lakini sio ujinga. Ujinga hapa usiweke kucha ndefu au usifanyeje, upumbav, utumbo, utumbo tu ambao hauna kichwa wala miguu. Maadili ya kweli tunayaacha, tunaongea ujinga ujinga matokeo yake watoto wanakuja wanakuwa na matabia mabovu haya. Hizo tabia zote hazihusiani na kucha kwenda kupigania mabwana, zinahusiana na nini? Sasa ni mtu ajafundishwa kuthamini mwili wake, kujipenda, eh, kuhakikisha kwamba unajitunza, tafuta maarifa, tafuta elimu, ili uweze kuja kufanya kazi, uweze kujitegemea. Hayo ndio maadili, lakini hatujawafundisha haya. Wako huko Wanajidhalilisha, wanadhalilishana. Wanaume nao wanaona ah, trendi ni kuwapiga picha na kutupia huko kwenye mitandao, na wapo na tunawajua. Imagine wapo wanajulikana, wapo huko wanadhalilisha wanawake. Hiyo ni nini? Anyway, so inahitaji awareness na hii. Hey, this is my ex life experience ya, ya muda mrefu. My 30 years za kuingia kwenye yani, za kuingia kwenye shughuli za utafutaji nimepata experience kubwa sana. Of course, I'm 44, lakini nina miaka thelathini na zaidi ya kuzunguka kwenye hii jamii, nimejifunza vitu vingi sana na nao niko na hiyo coaching ambayo, na wa train kizazi kipya, watoto wa kike, watoto wa kiume, wawe watoto bora, wale watoto ambao wana maadili chanya kwenye jamii zao wasiwe wanategemea miili zao. Watoto wa kike watoto wa kiume nao sahivi, wasianze kujigeuzageuza kuwa mashoga, wasiwe Wasi... na tabia wa mbaya, wasizalilishe wanawake, wasijizalilishe na wao wenyewe, waishi maisha mazuri, wawe wa baba bora, wawe waume bora. That is my coach. Kwa hiyo na awareness, siku zote transformation inaanza na awareness. I believe, mtoto yoyote ambaye ataweza kupata hii uh, coaching, coaching ambayo naifanya ata transform kwa kiasi kikubwa sana, atajifunza vitu vingi ambazo hajajifunza shule na hajajifunza kwa wazazi, kwa sababu saa nyingine hao wazazi pia nao hawajui hawajui, kwa hiyo huwezi kuwalaumu. Kwa hiyo kwa, nakaribisha wale ambao watapendelea kupata hiyo kozi, huenda ikaweza kuwasaidia.